Kenya na Somalia tena kwenye headlines baada ya video kusambaa mitandaoni ikionyesha vijana wawili wa Kisomali wakikanyaga bendera ya Kenya. Taifa lote likachachamaa. Lakini sasa, msururu wa video mpya umeibuka, Wasomali wakitafuta msamaha, viongozi wakitoa kauli na hata wengine wakipinga waziwazi kitendo cha wenzao. Lakini swali ni moja tu. Je, huu msamaha umetosha, au kuna mambo makubwa zaidi nyuma ya panzia? Hapa kwenye Mizuka Media tumekuletea sauti zote, kutoka kwa Wasomali wenyewe, mawaziri wa Kenya hadi raia wanaopinga na Kuongeza moto. Hebu tuanze safari hii. Kwanza kabisa, wacha tuanze na huyu kijana Msomali anayeishi Kenya ambaye ameomba msamaha kwa niaba ya ndugu zake wa Somali. Yeye amesema wazi kuwa kilichotokea siyo kioo cha jamii nzima ya Kisomali. Hello watu wa Kenya habari zenu I want to be brief and quick so kama wewe ni mkenya share this video repost it peleka mbali On behalf of the Somali people I sincerely extend our deepest apologies to all Kenyan president for the unfortunate act that was done to your national flag The national flag of Kenya is not just a piece of cloth but a symbol of unity independence and pride Any form of disrespect to it will affect the entire nation in Kenya people asisi wale wale let's be one let's be together kisha kuna huyu Msomali ambaye ameomba msamaha kwa niaba ya klabu ya Mogadishu City Club. Amesisitiza kuwa soka ni mshikamano, heshima na urafiki, bali sio matusi na chuki. As the head coach of uh, Mogadishu City Club and also as a proud of Somali Kenyan, I want to strongly condemn the unfortunate incident during our CAF Champions League match against Police FC where a few individuals disrespected the Kenyan flag. Their action do not

we lakini sio raia tu waliozungumza hata waziri wa usalama wa ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen alilazimika kuchangia mjadala huu hebu tusikie alichosema kuhusu video hii iliyotikisa mitandao kwa mambo ya disrespecting our flag niliona jana kwa mtandao kwamba baada ya mchezo wa mpira kuna watu ambao walikuwa wali na disrespect bendera ya Kenya, na uh, niliambiwa na Inspector General kwamba uh, ofisi yake ilikuwa inaangalia kupitia uh, ofisi ya DCI kuangalia uh, ka, ni kina nani na ilikuwa kwa minajili gani na uvunjaji wa sheria ambao umefanyika watafanya nini kwa so tutawacha hiyo iende kwa ile process ya kisheria ionwe. Kwanza lazima tu, kuna sheria ya kutosha ya National Flags and Emblems Act ambayo inasema jinsi ambavyo bendera ina, inafaa kuheshimiwa na vile ya kutumia, na wale kama utamishus bendera ya Kenya consequences ni njia gani, na hiyo sheria itafuata mkondo wake. Na sasa huyu Msomali akukaa kimya kabisa, aliwakemea hadharani vijana waliodhalilisha bendera ya Kenya, akiwaita wajinga na kusema wazi kuwa wanastahili kukamatwa. Kwa msisitizo zaidi, aliwaongelesha kwa Kisomali, yaani lugha yao wenyewe: hao vijana watafutwe, wakamatwe, wawekwe ndani, wapelekwe kotini, waende wajitetee huko. Mbele hatuwezi kubali ujinga kama huo. Somalia hhaaashe

Kwa hivyo hatuwezi kubaliana nao. Mimi ni Msomali but siwezi kubaliana nao vijana, na tutakamata hao vijana tutaweka undani, waende wajitetee uko mbele tuweze kubani. Hiyo ni ubusi kabisa. Kisha kuna huyu dada wa Kisomali ambaye ameweka wazi kuwa vijana wale walikosea sana, lakini pia akatoa swali la kujiuliza ya kwamba je, vijana wale wawili wanawakilisha jamii nzima ya Kisomali?

Come on. Lakini cha kushangaza zaidi, licha ya msururu na msamaha wa lawama zilizopo, kijana huyu wa Kisomali ambaye anaishi Kenya alionekana akizungumza kinyume kabisa. Alidai kuwa pamoja na msamaha wa jamii yake sasa yeye mwenyewe atachoma bendera ya Kenya. Hebu tumsikize. Mtanijua mimi kesho, haki ya Mungu. Unajua ile maneno maneno ndio nimeona. Tomorrow I must burn the Kenyan flag na nitaonyesha hiyo si atimgomba. I'm not begging. Na huo ndo msururu wa video kutoka kwa Wasomali na viongozi wa Kenya kuhusu bendera ya Kenya kukanyagwa. Tumeshuhudia msamaha, lawama, maswali ya kina na hata vitisho vipya, lakini swali kubwa linabaki: je, tukio hili litavunja kabisa mahusiano ya Kenya na Somalia, au ni kasoro tu ya vijana wawili waliopotea? Niachie maoni yako kwenye comment section na usisahau kutufollow au kusubscribe hapa mizuka Media, kwa habari zaidi za mastaa, siasa na maisha halisi ya Afrika Mashariki. Hebwana, mimi naitwa Rich mizuka kutoka mizuka Media. Namba moja ni mimi Namba mbili ni mimi. Namba tatu ni mimi. nne na tano nawaachia nyinyi hapo. E bwana, eh, tukutane kwenye video ijayo.